Fukwe tu kunakaa hivi hmm? Hapa ni nyumba mamangu na babangu hmm? Niliwajengea kama bado wako hai so they can you know, enjoy the fruits of the labor of their daughter hmm? Unaona, sasa nikikuonyesha kwangu mjue tu. Hii ni gari niliunulia baba yangu KBU. Ehe, leo ikujuya mawe, bado naifikiria. Ile pale nyuma ni dero. <laughs> Kuna vitu babangu alijenga hapa hataki mtu abomoe. Halafu ile pale. Hii ni gari nilinunulia mamangu. Hmm? Siku ya birthday yake. Umenielewa? Kwa hivyo mimi nimesha reap whatever is called blessings of my parents while they are still alive. So kabla mjakuja hapa kusumbua watu kwa social media, hakikisha kwamba umehudumia wazazi wako wakiwa wangali wako kuna hiyo video yako Akothee ameweka online akisema venye amejengea wazazi wake na akionyesha venye amewabaia magari na nini, na nikaona comment section imejaa watu wenye wako willing to do the same. But again, wewe uko willing to do the same, but umeshajiuliza huyu mama before ajengea wazazi wake alifanya nini? Alijijengea kwanza. Wewe before ujengea wazazi wako, make sure kwanza umejengea watoto wako juu hiyo nyumba unajengea wazazi wako haitaikuwa ya watoto wako. Hiyo ni ya watoto wa mama yako. Hiyo ni ya maanishaje? Hiyo inamaanisha wewe kama huyuko uhai, watoto wako hawawezi enda kuishi huko kama wazazi wako hawayuko. Jua nini? Hiyo nyumba itakuwa sasa ina, ina, inaishi ina mandugu zako na madada zako. Inamaanishaje? Watoto wako watapotelea. Before ujengee wazazi, make sure kwanza umejengea watoto wako. Because hata kama huyuko, watoto wako hawawezi enda kukuomba mahali pa kulala as long as uliwajengea. Hii ujinga mnafanyanga, ati mnakimbilia kuprovia watu, mnaweza fanyia wazazi vitu mtu, mtuwekea ono ni mtutishe, alafu mkikufa hivi kidogo, tunaanza kuona watoto wenu wameenda children's home, kwa sababu hawana wa watu wa kuwasaidia. Mwache ujinga. Kwetu kunakaa hivi hmm? Hapa ni nyumba ya mamangu na babangu hmm? Niliwajengea kama bado wako hai so they can, you know, enjoy the fruits of the labor of their daughter unaona. Sasa nikuonesha kwangu mjue tu, hii ni gari nilinunulia baba yangu KBU. Ehe, leo iko juu ya mawe, bado naifikiria. Ile pale nyuma ni dero <laughs> kuna vitu babangu alijenga hapa hataki mtu abomoe. Ehe, alafu ile pale, hii ni gari nilinunulia mamangu, hmm? siku ya birthday yake, mmenielewa? Kwa hivyo mimi nimesha ripi alive. So kabla mjakuja hapa kusumbua watu kwa social media. Hakikisha kwamba umehudumia wazazi wako wakiwa wangali wako